Kama wewe ni mwanamke na una alama M mkononi na unateswa na mapenzi, basi ka ukijua kuna vitu ambavyo vijui. Mwanamke mwenye alama M au mwenye, mwenye, mwanamke mwenye alama M au mwanamke ambaye ana damu group O, kama unateswa na mapenzi, basi kuna sifa za mwanamke mwenye alama M unatakiwa kuzijua. Sifa ya kwanza, mwanamke mwenye alama M ana nyota ya kupendwa. Yaani mwe, mwe, mwanamke mwenye alama M ana nyota ya kupendwa. Namba mbili, ukioa mwanamke mwenye alama M, kama ukuwa na mafanikio ni lazima utaanza kuyapata, yaani mwanaume ambaye anaoa mwanamke mwenye alama M mkononi anaanza kuyapata mafanikio baada ya kumwoa huyo mwanamke lakini. Namba tatu, mtu mwenye bahati. Mwanamke mwenye alama M ni mtu mwenye bahati, anaweza kuongea kitu na kikafanyika. Ukiwa na mwanamke mwenye alama M, na ujui nini cha kufanya, chukua asali, paka mkono wako wa kulia, pitisha nainenee eh, nataka Mungu alama yangu M ifanye kazi kwenye kiganja changu cha mkono alafu, chukua hiyo asari, weka mkono wako wa kulia, ipake kwenye paji lako la uso, sogea okay. Kama maelezo hujaelewa yarudie. By the way, niko shambani. Uh, nimekuja shambani kuja kukagua, nina ng'ombe takribani mia tao. Uh, katika kijiji kimoja kinaitwa Balala, Uganda, mpakani mwa Kongo na Uganda. Baadhi ya ng'ombe nataka nizisafirishe, yeah, nikodi magari ya bebe ng'ombe yapeleke Tanzania, yeah, yeah. zingine zinaenda daa, zingine zinaenda Mbeya. Nachukua mia tu kwenye mia tano, kwa hiyo ng'ombe mia nne zinabaki hapa. Hizi ni baadhi ya ng'ombe zangu ambazo ziko hapa malishoni, nakuja kuzikagua hizi. Zote nazibeba leo, gari inakuja inabeba zinaenda zinaenda Tanzania kwa sababu nimeona nina, nina kitu ambacho kinavutia, alafu na kiacha kwenye nchi za watu. Kwa hiyo hata kwenye nchi yangu angalau niwe na ng'ombe angalau karibia hata mia tu. Kwa hiyo kama uko Mbalala au na rafiki yako au na ndugu yako yuko Mbalala, mwambie tajiri, hela ziko hapo Mbalala. Na kama wiki ya kusurvey kwenye mashamba, kwa sababu mashamba yako mengi na ng'ombe ziko nyingi, kwa hiyo hivyo nyie mnaendelea tauni hapo kukaa, mnakalisha hizo elfu moja mia mbili zenu Mi niko shambani huko, alafu mwisho wa siku mtu anaanza kusema oh chifu anafanya kazi gani? Mi nikiuza ng'ombe mia tu hapo, ng'ombe mmoja huyu sio chini ya milioni sita. Nikiuza ng'ombe mia kata, kata video hizi yani, nikiuza ng'ombe mmoja milioni sita mpaka kumi, alafu una pala mmoja atauliza chifu anafanya kazi gani?